ruhusiwi kuuza matunda hayajakomaa haya, haijadhihiri kutengamaa kwake. Kwa maana kutengamaa matunda yanayofika mahala ni vigumu kuathiriwa na maafa, ndio maana yake. Yaani, wataalamu wanakwambia hapa ilipofikia wadudu hawezi kuathiri au hayawezi kuathiriwa na joto, biidhnillah. Hatta hata yabdu salahu, mpaka haidhihiri kutengamaa kwake Baadaye atakuja kuulizwa udhihiri vipi kutengemaa kwake, kwa maana yatakapokomaa. naha albai'a wal mubta'a, amemkataza mnunuaji na muuzaji. naha albai'a wal mubta'a, amemkataza muuzaji na mnunuaji. Usifanye biashara hiyo, matunda bado hayajadhihiri kutengemaa kwake, bado ni machanga, hayajakomaa hayajaiva. Haifai kufanya biashara na vitu hivyo, kwa sababu vinaweza vikaharibika wakati wote, lau maafa yatasibu, hayana nguvu ya kuimili maafa. Wasila an salahiha, na aliulizwa kunakokutingamaa kwake, faqala akasema hata tadhhab ahatuhu, mpaka yaondoke maafa yake. Kwa maana kama nilivyosema, ile maafa aka hayawezi kuingia matunda yanaweza kuhimili sasa maafa yatakapokuja. Wa fi lafzi na katika lafzi nyingine, tamko lingine, hata tahmara au tasfa, mpaka yao meusi mazao au matunda, hata tahmar au tasfa au yao njano. Hiyo ya yategemea na matunda yenyewe yn yanakwamaaga vipi, yanakomaga kwa kuwa meusi au kwa ya kuwa njano. Kishafikia hapo ya sasa, hayo mnaweza mkafanya biashara, kwa sababu mara nyingi katika hali hiyo yale matunda yanastahimili maafa. Ya dara lil khusumat wa tanazu, kwa ajili ya kuondoa magomvi na ikhtalifiana katika vitu kama hivi, sababishwa na biashara za vitu kama hivi kabla ya kukomaa. Kwa hiyo sheria ikaweka utaratibu kama hivi viuzwe baada ya kukomaa.

matunda halafu au miti yenye matunda au matunda, alimelewana kwamba achukua haya hapa halafu, yakapatwa na maafa ile matunda, ushachukua pesa, si halali kwako uichukue ile pesa tena, kwa maana nataka na uirudishe ile pesa kwa mnunuzi. Dhahira ya hadithi, dhahira ya hadithi iko hivyo Alafu akamuuliza, bima taakhudhu mala akhika bighairi haqqin, kwa kipi utachukua mali ya ndugu yako pasina ya haki. Rawahu Muslim. Bima taakhudhu, kwa nini uchukue mali ya ndugu yako, bighairi haqqin, pasina ya haki. Kwenye hii hadithi wamekhtalifiana ahlulilmi, ukiitizama ilivyo, kwa sababu haijabainisha kwamba haya yaliyouzwa yameuzwa kabla ya kukomaa au baada ya kukomaa. Sababu sisi tumesema baada ya kukomaa yafaa watu kufanya biashara. Sasa ikipatwa na maafa, hapo tena hata laumiwa yule aliyouza, kwa sababu hadithi zote za sheria hivyo. Kauli ya jamu min ahli lilmi ila limam Ash-Shafii na wengine wao wasema dhahira ya hadithi yaashiria kwamba haifai kwa hali yoyote, sawa. Kwa iliaa dhahira ya hadithi maulamaa, isipokuwa Ahmad au wengine wote wao wamesema, maimamu watatu wasiokuwa Ahmad wao wamesema, dhahira ya hadithi haifai hata baada ya kukomaa. Ikitokea inabidi arudishe mali, wasasema biashara ni sahihi wasema biashara ni sahihi, lakini alimamu Ahmad ya asema sahihi. Dhahira sahihi katika hadithi ni kwamba ikiwa viliuzwa kabla ya kukomaa, sahihi ni kwamba ikiwa viliuzwa kabla ya kukomaa kwa mujibu wa riwaya za nyuma, na, na, na hii ndio kauli sahihi kwamba kama viliuzwa kabla ya kukomaa, alafu ikatokea maafa maana yake saa inabidi mtu arudishe mali, kuashiria kwamba lau watafanya biashara kabla ya kukomaa, biashara ilikuwa ishapita ishakubalika, lakini saa ikitokea maafa, yani haifai kufanya biashara hiyo, lakini ikitokea imefanya biashara ni sahihi. Maafa ikitokea inabidi turudishe mali. Kwa hiyo, wasema hii ashiria masala haya kama yaliuzwa hii yazungumzia kama yaliuzwa kabla ya kukomaa. Wengine wamebeba kwa itilaki yake kwamba hali zote haitofaa, itabidi arudishe mali, yamekomaa yajakomaa, wengine wamesema hivyo. Lakini sahihi kwa mujibu wa hadithi zilizotangulia, ikiwa yaliuzwa kabla ya kukomaa, inabidi arudishe mali ya yule mnunuaji. Ala babu wa unimlango wa khiyari wa ghairihi uni mlango wa khiyari wa ghairihi na vinginevyo visivyokuwa khiyari. Masala ya khiyari, masala muhimu sana. Al khiyari huwa khiyari ni, ni kuchagua yule muuzaji au mnunwaji. Al khiyari ni kuchagua yule muuzaji au mnunwaji. Khiyar ni kuchagua yule muuzaji au mnunwaji, kupitisha biashara au kuto kupitisha biashara, kuvunja biashara. Wafanya biashara kuna hali ambazo anaruhusiwa, kuna kipindi na kuna hali zinamruhusu muuzaji au mnunuzi, imdha albay au fashu, anaruhusiwa kupitisha biashara na kuwaza pia, akiamua kuivunja biashara anaruhusiwa, na kuna sura ambayo nje ya hapo hatoruhusiwa kuvunja biashara na kuamua tu anamisiuzi tena, alikuwa washauziana pia, ni mlango muhimu sana.

kutila au kutia unku alimam Malik atakana ataka tauba, kwa sababu yeye alikata khiyar na hadithi hii imetajwa katika kitabu chake cha Almuwatta. Asipotubia kato shingo yake, hivi sasa si sawa, kwa sababu alimam Malik imam assunna imam mujtahid huenda alirudisha hadithi hii kwa tawili, na shafiia wao khiyali wanataja moja

ishatokea biashara sara lazima itakuwa imelazimu. Hiyo amna tena kurudi nyuma, amna kurudi nyuma. Illa bisababin min al asbab al shar'iyya, isipokuwa kwa sababu miongoni mwa sababu za kisheria. Illa bisababin, isipokuwa kwa sababu. Min asbab al shar'iyya, katika sababu za kisheria. Kwa hiyo utaziangalia sababu hizo sasa ufanye mtu arudi akwambia, bwana mimi naona hii biashara, rudishie pesa yangu, chukua simu yako, chukua bidhaa yako, chukua gari yako, chukua pikipiki yako, lazima hizo sababu ziwemo, la sivyo haitofaa. Qala fa minha, miongoni mwa hizo sababu ambazo ni khiari, hizo mtu anaamua kusitisha biashara au kuivunja biashara. Fa minha, miongoni mwa hizo khiari, miongoni mwa hizo sababu khiyari majlis ni khiyari sababu yake ni kuwepo kwenye kikao cha biashara bado. Kikao cha biashara muda wa kuwa, bado mko kwenye kikao cha biashara, mazungumzo, mko kwenye room, kwenye chumba, kwenye ofisi ndani, bado hamjaachana, hamjaachana kwa kamilili velu au mko kwenye mawasiliano, kwenye simu, mshafanya biashara, mmeelewana alafu bado mko kwenye mawasiliano hakadha na njia zingine za kisasa ambazo zipo, bado mko kwenye mawasiliano, hamjafunga mlango ule ukaachana, labda baadaye baadaye ukaisha kheri, kheri hamjaachana. Basi qala nnabiyu swalla Llahu alayhi wasallam, mana wakati ule unaruhusiwa kufanya maamuzi yoyote ambayo unayaona wewe Ukijuta kufanya biashara hiyo, unasema mimi naona cha kughairi hii biashara, hata kama ulikuwa umechukua pesa. Hiyo ni moja ya sababu za kisheria za kuruhusiwa wewe kuamua wakati huo, wewe utaruhusiwa wakati huo maadamu hamjaachana bado. Uko ofisini kwake, umechukua pesa na mshampa bidhaa na mfano wake, bado pale unaruhusiwa. Hamjaachana pale unaruhusiwa kukaa muda ukajuta, si hii simu, kwa nini nimenunua hizi

fakullu wahidin minhuma bilkhiyar, kila mmoja katika hawa wawili wanakhiyari. Lakini akasema, ma lam yatafarraqa wakana jamia, muda wakuwa hawajatengana, wakawa bado wako pamoja. Dhahiri ya hadithi si sharti kwamba mazungumzo yashafungwa, maadamu wako pamoja. Umefunga mazungumzo, hamjafunga bado, mko pamoja katika chumba cha biashara katika kikao cha biashara, kama mmekaa mahala hamjaachana. Lakini ikitokea mtu ampiga simu akaondoka na biashara kwa mshafanya, haruhusiwi tena kuja kuivunja ile biashara, labda wewe mwenyewe tu msamehe. Kuna fadhila hizo, atataja hadithi mishoni man aqala musliman aqala Llahu afratahu, kimsamehe ndugu yake basi Allah atamsamehe atam makosa yake na madhambi yake.

Minhuma, moja cha, achari, ali, nye, nye, nye, nye, waahidun minhuma mmoja katika hawa wawili albaia biashara, hakuacha biashara, kwa maana aliendelea na ile biashara ijapokuwa alipewa hiari, bwana wewe angalia ukiona, lakini akafanya biashara hiyo hiyo, faqad wajaba albai, basi biashara ishawajibu, muttafaqun alaih. Hii ni hiari ya kwanza itwa almajlis hiari sababu yake ni kukhiyarishwa mtu imdhaa albay bitisha biashara kuvunja kwa sababu ya kikao, bado watu wako kwenye kikao. Wa kimoja qala wa minha, na miongoni mwa hizo sababu za kisheria, khiyaru shart, ni khiyari ya sharti. Af, afasiri mwenyewe Sheikh anasema idha sharata alkhiyara lahuma, wakiweka sharti la khiyari kwa upande wao wawili, idha sharata alkhiyara lahuma ikiwa wataweka khiyari kwa wao wawili, wakawekeana sharti la khiyari. Au liahadihima au wakawekewa khiyari kwa mmoja wao, wakaweka khiyari kwa mmoja wao. Hivisema muddatan ma'luma, muda maalum wekeana, yani muda maalum kwa maana bwana, chukua hii simu labda siku tano kiona kwamba biashara hii haujairidhia wewe, urudisha ndani ya zile siku tano. Zikisha tokea wewe umeamua labda ile biashara umejuta, labda nadibta ala ma ishtaraita au bita, umejuta juu ya kile ulichokiunua au kiuza, unaruhusiwa kwenda pale ndani ya zile siku tano. Bwana, nimeona simu inirudisha, kwa rudisha, sababu moja mbili tatu, nimeona tu irudishe simu hata kama moja tayari sababu kwa hiyo mliweka khiari ya sharti muda maalum itasihi, pia itasihi, pia qala nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, almuslimuna inda shurutihim, kama iliosema wao wanasemaga ule utaratibu kwamba simu hii ina garantii. Sasa sio, wanamaanisha kwamba unaruhusiwa kwa muda ule miaka miwili au mwaka mmoja unaruhusiwa kurudisha? Wanamaanisha nini?